Kwa kale nilikowasomea ng'anganieni misingi. Msingi mmoja ni katiba, msingi mmoja ni sheria, na kwamba wewe na rais na kila mtu tutaishi ndani ya sheria. Taasisi hii tunaujaribu kutafuta ukweli tunaona kama taifa hili limeanza kushindwa kuishi katika mfumo wa sheria. Kwa hiyo kitu kile mnaita rule of law imeanza kutupa shida, na mkishapata shida katika rule of law, mnakuwa the rule of the jungle. Natoa mfano miwili kwa nia njema tu. Katiba yetu inasema nani ana mamlaka ya kutoa uhai wa mtu? Ni mahakama. Na mahakama kule una procedure. Aliye ruhusu leo mtu anaweza akaingia mwenye basi. Hm? akakukuta akakuburuza akakutoa nje, wote mwenye basi tunatazama. tuna ni raia na sisi, tuna wajibu katika katiba hii kulinda kulinda, kulinda katiba yetu. Mwenzetu anaburuzwa mule, wote tumebung'a hatari tu, hata tuseme anampeleka wapi, anapotea. Mmoja alipotea, lakini ampotea leo, kesho akaonekana ameuawa Nadhani mnakumbuka ni mimi, mimi, peke yangu mimi hapo mimi niliyodiriki kusema mambo gani hayo. Mwingine mniambie aliyesema ni nani? Si ninyi ni watu wa media? Ninyi mlisema, mimi nilisema, nani anaruhusa hapa ya kwenda kuchukua mtu mwenye basi anatuaibisha kabisa kabisa, anachukua mwenzetu, anakwenda kisha ameua, halafu kesho yake anakwenda kwenye mazishi kule Tanga, anakwenda anaburirika, anataka kuhubiri Uislamu pale, walimstahi. Walitakiwa, ilitakiwa umpige. Unatuletea maiti, halafu unakuja kuhubiri dini hapa, na wako wengi mmoja kijana mwenzenu huyu Polepole wanamtafuta. Mnajua aliko? Wewe unajua aliko? wanasema mimi najua. Nataka kuambia leo, sijui. Ndiyo kwa sababu mnaeneza kwenye mitandao, nataka kuambia Watanzania sijui, lakini nilisema naye mara mbili hapa. Mara ya kwanza ananieleza shida zake alizopata kule kwenye kazi Malawi, mwisho akahamishwa akaenda huko. Uniache niseme hii ni, ni mchango katika mazungumzo haya. Mara ya pili akaja anasema kusiwe na uchaguzi, mi nikamwambia kama hakuna uchaguzi hamtakuwa na raisi kama huna rais, nani ataongoza nchi? Hapa si vacuum. Kama mchagua leo na uchaguzi ndio rais anapatikana, kama haupo nani anaongoza nchi yenu? Concept za no reform no election, matatizo ya reform na uchaguzi katika vinchi vyetu yapo, lakini kuzuia uchaguzi ili msipate viongozi is a very serious thing, then nchi inakuwa ina na sasa hivi navaa kim kwa sababu kuna ubishi kwamba huyo sioresi isio nini mara ya tatu eh, atukukubania akaenda mara ya tatu, akafika huko akaniambia, aniambia kwenye simu mzee, eh, ah, kama ile agenda haipo, mimi naona niache kazi. Nikamjibu maneno haya, fata dhamira yako Nilimwambiaje, fata dhamira yako. Asi niombe ruhusa kama ataka kuacha kazi, mimi sikumchagua. Fata dhamira yako. Tangu wakati huo, nilichomuona ni kwamba yuko kwenye mitandao. Mwisho nimeona kwenye nyumba yake, wanasema wana damu yake ni hii, lakini sikumwona yeye mwenyewe. Sijui alikwenda wapi. Mnajua aliko? Is a serious thing. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo raia wanapotea. Hii ni briefing yenu, lakini tutazungumza kwenye kakarata hii ni briefing. Narudia hatuwezi kuwa na nchi ambako raia wake wanapotea, wanaburura, wanapatiria vichakani. That means unaweza ukaburuzwa leo, mkeo, watoto wako. Sasa hivi dini zimegawanyika na kuna rumors wakati mwingine viongozi wetu wanawahonga. Sasa kama dini unahongwa, ni dini hiyo? Ukabila umerudirudi, woga woga media <coughs> mnisamehe <coughs> na waelewa. Ukifanya pop pop pop pop, gazeti linafungwa, TV inafungwa. Nani alikuwa ananiambia mengi? Joseph, wakati naanza Manda kabila ya, ya ya ya ya, katiba. Unajua tu alikwenda pale, tuka waroba akapigwa pigwa pale <coughs> Mengi namwambia tuendelee, anasema nini, yangu itafungwa. Ninyi siku hizi mnauoga fulani, na sitaki kuusema sana, mnaujua. Kwa sababu matokeo yake mnajua, hayo ndiyo tumeona. Nani wanaweza wakasimamia zoezi hili, ili tutenge mambo mawili? Moja, uko msiba huu, uko msiba. Ni wetu wote, wala tusinyoshane vidole, ni wetu wote makosa mkiona yako yako huko mpaka juu na nini. Tume ya rais wetu itakapotoa ita, mimi naomba tuikubali. Watu wanaikataa lakini, ndiye aliyochagua chombo cha kuturetea watu, yale yatakayokuwemo tunayakubali sawa, yale yale tu, tuja tukatae yale ambayo tusikatae. Tume tuiunga mkono ituletee habari na wanatuletea wiki ya mwezi unaokuja, hilo la kwanza. Itatuonyesha msiba, ili ile taifa ituweze kuunganika Watanzania na msiba ule ukija, tulie pamoja tulie pamoja, tusipoteze umoja wetu kwa ajili ya ule msiba, ni ajali hiyo mbaya. Pili, sasa tutazame wazee wakitusaidia na viongozi wetu hao wakituunga mkono. Wazee, nini kimesababisha mpaka tukafika hapa? Hayo tuzungumze wote tuzungumze wote wote wote, na hapo ndipo takapohuku, tunategemea mtusaidie mazungumzo hayo yawe ya uhuru, ili tuweze na mimi navyoona, navyoona tukizungumza vizuri sasa hivi eh, pamoja na msiba utukilia kama Watanzania, isitufarakanishe. Mkifiwa mfarakani mnalia pamoja. Hiyo tutaona kama kuna wajibu na nini, tutaona huko, lakini mazungumzo ya nini kimetokea tutazungumza wote kwa uhuru ili hii katiba nayosema mama atatuletea mawazo yetu yawe pevu yaingie pale. Asanteni sana. maswali